Kila jana ameonekana zidi ya JKT Tanzania. Mimi nataka niseme unajua vizuri sana mwandishi umekuwa makini sana kwenye baadhi ya matukio. Umeelewa? That's why ndio maana wana, wana ku, natamani kufanya mara nyingi sana interview na wewe. Umeelewa? Unajua huu ni ubovu wa ligi yetu ni ubovu wa wa, wa, wa TFF. Hawa ndio wanaoleta shida. Kuna baadhi ya timu zikifanya makosa hayo zinaadhibiwa baadhi ya timu ikifanya, eti ni mkubwa, tumvumilie, si unanielewa? Sio, mnanielewa mm. Leo hii yule pantefu Matatu mmemwona, ni TRA, ni, ni, ni TRA imeadhibiwa yapata kama si chini ya milioni kumi au milioni tano adhabu, milioni tano kwa kosa la kucheza mechi bila kuwa na nani na kocha mkuu, sio? Leo watuambie bodi ya ligi na TFF. Matatu haruhusiwi kwenye touchline. Jana dhidi ya JKT tumemwona kwenye touchline. Sheria ipi iliyomruhusu Matatu kuwepo kwenye touchline? Wakati yeo wao wamekili hawana kocha mkuu. Kocha mkuu ni nani? Selemani Matola. Selemani Matola. yule mweye sema yule mweye He, sema yule muhehe. Sema yule muhehe kwanza. Yule muhehe. Ninginavyo naacha siendelee mimi. Yule muhehe. Umenielewa? Yeah. Ndio kocha mkuu wa nani? Wa Simba. Hmm. Pante alisimama kwenye touchline na kutoa maelekezo kama nani? Meneja. Je, tuna utaratibu kwenye bodi yetu ya ligi au kwenye utaratibu wetu wa ligi meneja asimame kutoa maelekezo? Tukapitie kanuni kama zinasema usipokuwa na kocha mkuu meneja asimame? Ndio maana nakuuliza kama kanuni zetu za ligi kuu zinadai kocha mkuu asiposimama, meneja wa timu asimame, ndio tuambizane leo. Kuna kanuni inayoruhusu meneja kusimama kutoa maelekezo? Kuna maelekezo hayo? Kuna kanuni Unajua vitu hivi hapa, kwa sababu amefanya Simba. Mimi hapa sitaki kuficha, huyu ndio anayeshindana naye, kwa sababu amefanya Simba bodi ya ligi na TFF wanafumbia macho, wanakaa kimya kimya, yo no, kama kuna tukio, ila angefanya KMC, angefanya Yanga milio chap. Dodoma Jiji samepokonywa point? Dodoma Jiji hajapokonywa pointi msimu huu. Kosa la Dodoma Jiji umeme ulikatika na mchezo ukashindwa kuendelea. Uongo kweli? Dodoma. Je, walikana Dodoma Jiji kuanza kuhoji changamoto ilikuwa ni wapi? Mbona hapa ndani taifa Taifa Stars ilikuwa inacheza umeme ulikatika tena mchezo wa kimataifa, na mchezo ukasimama tulipokonywa point. Nakuuliza tulipokonywa point, au wanajua kwamba sisi hatujui mpira au watufuatilii tumekaa kimya, lakini ah, ngoja tu, eh hey, Simba na... Simba na yangu, Simba kubebwa na nini? na yangu kubebwa nini? Uone kwamba Yanga pia na kwenye mfumo huo, upi umetubeba? Ngoja mimi nikwambie, msimu umeanza, msimu mchezaji wa kwanza kuhukumiwa michezo mitano kukosa mchezaji wa timu gani? Tuangalie historia ya msimu leo, simu gani Yanga amebebwa.